Mujibu wa majirani wa tukio hilo wamesema walisikia mayowe, tuokoeni tuokoeni, baada ya kishindo kilichotokea. Walipotoka wakakuta vumbi kubwa, huku gari hilo likiwa ndani ya nyumba hiyo. Nilitoka, nilipotoka kwa sababu nilisikia kishindo, na jamani, njoni tuafa, jamani, njoni tuafa. Nilipofika hapana mtu, isipokuwa ni wale wanaopiga kelele tu. Kwa hiyo kilichokifanya sekali, tukawasaidia kuokoa angalau kwanza, tupate vile tunavyovipata. Kwa hiyo tukampata mtoto mmoja yule mdogo amewachiza, na wale wengine tukaendelea kukapatua, tukapatua, kukapatua, ikabidi sasa mpaka tukaweza kuwatoa pale. Akatolewa mmoja kando, kasha nini, akalazwa pale, akapelekwa pale, tukatoa mwingine, akatolewa na mama, ikabidi tena ndio watu washakuwepo na mabosi wetu tuambia hivyo, tukatoka tukaja, tukaangalia, tuka hizo hali tukakuta kwamba watoto wawili tayari wamekwisha kuwekwa, wamefariki. Na mama mtu amewekwa barazani mbele ya barabara hapo, naye vile vile ameumia. Na baba mtu, wakati huo naye alikuwa anashughulika kwa mtoto wake mwingine mdogo, pamoja na huyo mkeo.